Kama unasumbuliwa na tatizo la mtoto wa jicho, uona hafifu, au kukosa kumbukumbu -kumbu, au unategemea miwani aa, wakati wote, basi tiba hii itakuwa ni suruhisho lako. Unachokihitaji ni nusu ya karoti, kata vipande vidogo vidogo bila kumenya. Karoti ina potasium na fosforasi, ambayo huimarisha ubongo na kuimarisha mfumo wa neva, lakini ina viondoa sumu vinavyosaidia kutibu saratani na magonjwa ya moyo mtoto wa jicho na matatizo ya uoni hafifu. A, pia unahitaji limau ambao utakata vipande vidogo vidogo bila kumenya. Na yenyewe pia limau ni nzuri kwa sababu inaongeza uwezo wa kumbukumbu, kufikiri na kuongeza uwezo wa kuona a, na kuzuia virusi saratani ndani ya mwili wako. Weka kwenye kifaa kisafi, weka kwenye maji lita moja. Chemsha kwa muda wa dakika nane. Ukishachemsha chuji, kunywa asubuhi baada ya kifungua kinywa, alafu rudia kunywa tena kikombe kingine baada ya masaa manane. Pia tumia kwa muda wa wiki moja mfululizo, utaona matokeo, ili kuondokana na magonjwa ya macho, uoni hafifu, matatizo ya ubongo na neva, magonjwa sugu kama kisukari, ini na uzito mkubwa na kitambi na nyama uzembe. Tumefungua grupu ambalo tutaanza kufundisha tarehe 25 Juni. Ili kujiunga komenti neno niunge sasa hivi.